Rais wa Marekani Donald Trump amekubali ombi la kupokea ndege ya kifahari kutoka serikali ya Qatar kwa matumizi ya mara kwa mara, ikiwa ni pamoja na uwezekano wa kuitumia kama mbadala wa ndege rasmi ya rais, yani, Air Force One. Taarifa kutoka kwa maofisa wa ngazi ya juu wa ikulu ya White House zinasema kuwa ndege hiyo aina ya Boeing 747 iliyoboreshwa kiusalama na kifahari imekabidhiwa kwa masharti maalum ya matumizi ya muda mfupi na madhumuni ya dharura. Qatar ambayo ni mshirika wa Marekani katika masuala ya kijeshi na kibiashara, imeeleza kuwa hatua hiyo ni sehemu ya kukuza ushirikiano wa kidiplomasia na kuimarisha uhusiano kati ya nchi hizo mbili, hasa baada ya kipindi kigumu cha ja mahusiano ya nchi za Guba. Wataalamu wa masuala ya mahusiano ya kimataifa wamesema kuwa hatua hii ya Marekani inaweza kuwa na madhara au faida ya kiitikadi, hasa kwa kuzingatia kuwa Katari ni nchi ya kiarabu inayoshutumiwa mara kadhaa kwa kuwa na ushawishi kwenye makundi ya kisiasa yenye msimamo mkali. Hata hivyo, maafisa wa Pentagon wameihakikishia umma kuwa ndege itapitia ukaguzi madhubuti wa kiusalama kabla ya kutumika kwa shughuli zozote rasmi ili kuhakikisha kuwa hakuna hatari kwa usalama wa taifa au rais mwenyewe. Hii ni mara ya kwanza katika historia ya Marekani kwa serikali ya kigeni kutoa ndege aina hiyo kwa matumizi ya rais Marekani, hali ambayo imeibua mjadala mkubwa miongoni mwa wanasiasa wa chama cha Democratic, wakisema kuwa inaweza kufungua mlango wa utegemezi wa kijeshi au wa kisiasa kwa mataifa ya nje. Hadi sasa haijabainika rasmi iwapo ndege hiyo itachukua nafasi ya Air Force One kwa muda mrefu au itabaki kama chombo cha dharura. Lakini wachambuzi wanaamini kuwa hatua hii ni sehemu ya mkakati mpana wa Trump wa kutafuta mbinu zisizo za kawaida katika uongozi na usafiri wa rais. Salma Bahame, SAUT Digital.